Maendeleo makubwa mafanikio makubwa tunayoendelea kuyashuhudia katika nchi yetu ya Tanzania katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya sita ni mafanikio makubwa mno ambayo hatuhitaji kupapasa sana ili tuweze kuyaona, kwa sababu tunashuhudia katika vyombo vya habari, lakini kikubwa zaidi katika mkoa wetu tunaona tunashuhudia na tunatumia mafanikio hayo makubwa sana ambayo tunayo katika mkoa wetu na hii yote inatokana na namna ambavyo Mheshimiwa Rais amejidhatiti kuhakikisha kwamba wananchi wake popote pale walipo wanaendelea kuneemeka na eh, uwepo wa serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo la kwanza kabisa tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais na viongozi wote kwa namna ambavyo wameendelea kusimamia usalama, utulivu, upendo na mshikamano wa nchi yetu ya Tanzania. Tumeachiwa tunu hizi za usalama, lakini bila viongozi wenye maono, bila viongozi waliojidhatiti, bila viongozi wenye makusudi ya kuhakikisha Tanzania tunaendelea kuwa salama, tungeweza tukatetereka lakini viongozi wetu wamesimama imara kutetea amani, utulivu, usalama, mshikamano na upendo katika nchi yetu ya Tanzania, vile tulivyoachiwa urithi, basi kuhakikisha kwamba tunaviendeleza. Lakini jambo lingine ambalo tunaendelea kulishuhudia ni swala la maendeleo, tumeweza kuwa na fedha nyingi katika mkoa wetu zaidi ya trilioni 1.339 zimeingia katika kipindi hiki cha miaka minne. Katika vipindi vingine vilivyopita, tumeweza kupata maendeleo, lakini kwa kipindi hiki cha serikali ya awamu ya sita tumeweza kupata maendeleo makubwa sana ambayo hayajawahi au hatujawahi kuyashuhudia katika mkoa wetu wa Katavi. Kwa hiyo hatuna budi kushukuru sana, ukiona vyaelea vimeundwa na ukiona vimeundwa, ni upendo mkubwa alionao Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha wananchi wake mahali popote walipo wanapata huduma, wanaboreshewa maisha na wanaendelea vizuri kustawi. Wote tunajua kwamba tumejengewa hospitali mpya ya mkoa na tumejengewa pia hospitali nne mpya katika halmashauri zetu mbalimbali. Tumepata ukarabati mkubwa wa hospitali ya manispaa ya Mpanda, tumepata ongezeko la watumishi, tumepata ongezeko au tumepata upya vifaa tiba vya aina mbalimbali katika hospitali hizo, na kwa maana hiyo kurahisishiwa sana kupata huduma uh, za kiafya, ikiwemo pia ujenzi wa vituo vya afya katika kata mbalimbali, ukarabati wa vituo vya afya katika kata mbalimbali, umaliziaji wa zahanati katika vijiji mbalimbali na maeneo mbalimbali ambapo kwa ujumla wake E, kwa mfano zahanati tumeongeza kutoka 80 mpaka mia moja ishirini na saba. Sasa hivi tunavyozungumza vituo vya afya vimeongezeka kutoka 17 hadi ishirini na nane kutoka mwaka elfu mbili na ishirini na moja kuja mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hospitali za wilaya zimeongezeka kutoka moja hadi tano, na hospitali ya mkoa haikuwepo kabisa. Tumetoka sifuri, tumepata hospitali ya mkoa. Tuna mashine za kisasa kwenye hospitali hizo ambazo zinasaidia katika kubaini kwa uhakika kabisa maradhi au magonjwa mbalimbali yanayowasumbua wananchi wa mkoa wa Katavi na kuweza kuendelea kupata huduma za kibingwa katika maeneo hayo mbalimbali. Kwenye sekta hii ya afya tumepata mafanikio makubwa. Hapa nimetaja mafanikio machache eh, kwa sababu za muda, lakini naamini kila mmoja anashuhudia mabadiliko chanya makubwa kabisa katika sekta ya afya, kama tunakubaliana na hilo, naomba makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Unaweza ukawa hujawahi kuugua ukaona kama uwepo wa hivi vitu ni jambo la kawaida sana, lakini najua mna wazazi, mna e, mke mume, watoto, wana ndugu na kadhalika, lakini naamini kama binadamu swala la huduma za afya ni moja kati ya masuala muhimu sana kuwa na uhakika nayo, katika eneo ambalo upo, katika eneo ambalo unafanya kazi, ukiwa na uhakika kwamba in case napata changamoto yoyote ya kiafya, una uhakika kwamba huduma za afya unazipata ndani ya eneo la karibu na pale eneo unapoishi, jambo hilo linatupa amani ya kuweza kuendelea kupambana na maisha, kupambana na kazi. Eh, kazi yetu muhimu hii ya bodaboda tukiwa hatuna wasiwasi wasi kwamba tutapata wapi huduma za afya. Kwa hiyo tuendelee kuenzi, tuendelee kulinda na tuendelee kuzitumia huduma hizi na tuendelee kuhakikisha zinakuwa endelevu kwa maana ya kutunza miundombinu mbalimbali pamoja na vifaa ambavyo vipo katika maeneo yetu kwa ajili ya afya. Kinachofanyika leo ni matunda ya maelekezo yako ambayo ulinipa ya kuhakikisha vijana hawa wanatulia, wanafanya kazi wakiwa na utulivu na mmedhihirisha. Hongereni sana kwa hongera <laughs> sana mwenyekiti, lakini na timu yako yote, kwamba mliweza kuheshimu na kuzingatia yale ambayo tuliwashauri na hatimaye leo mmeweza kufanya mkutano wenu mkuu, Mheshimiwa Mheshimiwa, kwa mkoa, kwa ngazi ya wilaya pia tumekuwa tuki tukiwashirikisha makundi yote maalum kwenye shughuli mbalimbali za serikali ikiwemo kundi hili la vijana maafisa usafirishaji wa bodaboda boda, na wamekuwa ni watu wa msaada mno kwenye masuala ya kiusalama, lakini pia hata kwenye masuala ya kijamii wamekuwa ni watu wa mstari wa mbele kuzingatia yale ambayo pia kama serikali tunawaelekeza, lakini na kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kiserikali na za kijamii katika wilaya yetu ya Mpanda. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi wanayofanya vijana hawa ni kazi za heshima, kazi kama zilivyo kazi nyingine ya heshima. Kama navyofanya kazi ya mkoa uluzi, na wao ndivyo hivyo hivyo, kazi zao ni za heshima. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mtu akitaka kujua umuhimu wa huu safiri, pata changamoto mimi nitawapa mfano mmoja, Mheshimiwa mkoa mkoa, mwaka fulani nikiwa kazini nilikokuwa, asubuhi nategemea dereva aje anifate. Kwa kweli akaa amechelewa kidogo, kwa sababu ya dharura ambayo aliipata njiani. Bahati mbaya sana, nikiwa pale nyumbani ninamsubiri, nikapata taarifa Mheshimiwa Rais Hayati Magufuli anaenda kwenye ofisi ambako nilikuwa nafanyia kazi mimi. Mwenyewe ni katika watu ambao nilikuwa siamini kabisa kwenye usafiri huu. <coughs> nilikuwa siamini kabisa kama huu usafiri unaweza ukao usafiri chombo cha kumwokoa mtu mwisho. Mkuu wa mkoa, nilitoka barabarani kiatu nilimalizia kuki, kukivalia barabarani kwa sababu fikiria, unaambiwa rais anakuja kwenye ofisi yako na wewe uko nyumbani. Baada ya kumaliza kuvalia kiatu, njiani alitokea kijana wa kwanza bajaji, nikaona ananichelewesha. Akatokea kijana wa usafirishaji wa bodaboda, nikamuuliza, unaweza kunikimbiza haraka sana, kwa sababu naharibikiwa akanambia kama naweza kukupeleka haraka sana na usiwe nacho, utakuwa salama. Akanambia, vaa helmeti nikavaa helmet shwamkoa mkoa shwa. Wakati niko njiani nikao spidi unaotembea you know, unaweza ukaongeze zaidi <laughs> nikampa ushuhuda huo kwamba kazi naufanya yoyote kwa nafasi yangu mimi, kilicho niokoa siku ile ni usafiri wa bodaboda boda. Hata ningekuwa na gari ile siku, nina uhakika ningemkuta mheshimiwa ameshafika, lakini usafiri huu wa muhimu mno uliniokoa. Ofisi hii ya bodaboda mkoa Katavi, tumekuwa tukifika ofisini kwenu, mmekuwa mkitupokea na mmekuwa mkitusikiliza kwa ukaribu. Mimi sina neno zaidi ya kusema kwamba tunashukuru, tunashukuru sana na ahadi yetu sisi ni kuendeleza kuilinda amani ya mkoa wetu, lakini taifa kwa ujumla, na kuhakikisha vijana wanajitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi unaokuja, uchaguzi mkuu Oktoba 2025.